Rais Dr John Magufuli amemteua jaji wa mahakama ya rufaa Semistocles Kaijage kuwa mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi NEC kwa kipindi cha miaka mitano kuchukua nafasi ya jaji mstaafu Damian Lubuva ambaye muda wake wa kuwa mwenyekiti wa tume hiyo umemalizika rasmi tarehe kumi na tisa Disemba mwaka huu. Akitangaza taarifa ya uteuzi huo, katibu mkuu kiongozi balozi John Kijazi amesema Rais Dr. Magufuli pia amemteua jaji mstaafu Hamid Muhammad Hamid kuwa makamu mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi NEC kwa kipindi kingine cha miaka mitano, pamoja na kumteua Jaji Harold Nsekela kuwa kamishna wa maadili katika secretariat ya maadili ya viongozi wa umma kuchukua nafasi iliyoachwa wazi na Jaji mstaafu Salome Kaganda ambaye amestaafu, kwa nafasi ya mheshimiwa Jaji mstaafu Damiani Lubuva ambaye muda wake wa kuwa mwenyekiti ulimalizika rasmi mnamo tarehe 19 Disemba mwaka huu 2016. Aidha, Mheshimiwa Rais pia amemteua Mheshimiwa Jaji Mstaafu Hamid Mahmud Hamid kuendelea kuwa makamu mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi kwa kipindi kingine cha miaka mitano kuanzia tarehe 20 Disemba mwaka 2016 baada ya kumaliza muda wake wa kipindi cha kwanza cha miaka mitano mnamo tarehe 19 Desemba mwaka huu 2016. Mheshimiwa rais pia amemteua jaji mstaafu wa mahakama ya rufaa Mheshimiwa jaji Harold Je Reginald Nsekela kuwa kamishina wa maadili katika sekretariati ya maadili ya viongozi wa umma kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia tarehe 20 Disemba mwaka huu 2016. Mheshimiwa Jaji mstaafu Nsekela anachukua nafasi ya Mheshimiwa Jaji mstaafu Salome Kaganda ambaye alistaafu utumishi wa umma tarehe kumi Disemba mwaka huu 2016. Katika hatua nyingine, Rais Dr John Magufuli amewateua majaji wanne wa Mahakama Kuu kuwa majaji wa Mahakama ya Rufani. Wajaji, Jacobs Mwambegele, Mheshimiwa Jaji Rehema Kiwanga Mkuye, na Mheshimiwa Jaji Sivangilwe Sikalalilwa Mwangesi. Wateule wote hawa wataapishwa hapa Ikulu kesho saa tatu asubuhi, tarehe 23 Disemba mwaka 2016. Wateule hao wanatarajiwa kuapishwa kesho saa tatu kamili asubuhi ikulu jijini Dar es Salaam.